Ni ghasia wa za wananchi wenye hasira kali wakazi wa kitongoji cha Itetemia ndani ya manispaa ya Tabora wakitaka kuchoma gari linaodaiwa kuwa ni mali ya Mchungaji Ezekia Naam kutokana na eneo analotajwa kumiliki kwa ajili ya biashara ya kuuza mchanga, kujaa maji ya mvua na kusababisha kifo cha mtoto mdogo wa miaka mitatu, anafahamika kwa jina la Yasini Sadiki, mkazi wa kitongoji hicho baada ya kufa maji katika eneo hilo. <coughs> Ya, hul. Hul. Inadaiwa kuwa eneo hilo limetelekezwa kwa muda sasa, huku shughuli za kuchimba mchanga zikikoma na kuacha dimbwi, na kwamba lilitakiwa kuwekewa alama, vizuizi ili kulinda hali za hatari zisizotarajiwa, jambo ambalo halikufanyika na kupelekea mtoto Yasini Sadiki kuteleza na kutumbukia katika dimbwi hilo wakati akiwa na wenzake. Hali halisi majanga haya ameshakuwa ni mara kwa mara matukio haya kwa Itetemia, lakini na serikali naona, na mwisho wa siku tunapewa pole. Wanatoa vibali na wanajua maeneo ya watu na watu wanakufa, lakini leo baada ya hili tukio kama hivyo wanasema jamani, tunawapa poleni. Pole ya namna hii, amekanyaga akawa ametumbukia. Kwa hiyo raia wema wakati wanapita wakawa wamemwona, ndio kuanza kutoa taarifa sasa. Kwa hiyo mtoto katumbukia. Leo Kamishna Msaidizi mwanamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji SACF Loshipa Ilaiza amefika katika eneo hilo na kutoa msaada wa awali. Hapa anaeleza undani wa tukio kitaalam na anatoa wito wa tahadhari kwa wananchi eneo hey, hili la kichanga sana kiasi kwamba mtu anaweza ka, kanyaga akifikiri kwamba ni gumu akateleza akaingia. Nina taarifa kwamba watu anauza mchanga na mtaa au kijiji hiki kikawa kime- kimetaka kujua zaidi uhalali wake, akasema ana vibali kutoka watu wa madini sijui na watu wengine wahusika, jambo ambalo hatujui vizuri, tunaendelea kufuatilia. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu liko karibu na eneo la makazi ya watu, lazima tahadhari zichukuliwe, wanapaswa maeneo kama hayo ya fence, alama za za kuonyesha kwamba eneo hili ni hatarishi. Ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya dola unabaki kuwa nguzo muhimu katika kuzuia majanga yanayoweza kuepukika na kulinda uhai wa jamii kupitia ushirikiano huo. Ni muhimu kila mmoja kuchukua jukumu lake kwa kuzingatia usalama katika mazingira tunayoishi na kufanya kazi, hususan maeneo yenye hatari na yanayohitaji uangalizi wa karibu. Kutoka Tabora Michael Samuel George, na hii ni Daily News Gito. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tzd. Shukrani.